Kwa kilichotokea Tanzania Oktoba 29, ndio. Ndio, kwa vilivyoripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa ndio, na kwa kilichofanywa na vyombo vya habari vya ndani ndio, Samsasali, kama mwanahabari mwenye ithibati ndio, uliyeruhusiwa na mamlaka ya Tanzania kutoa na habari kwa wananchi ndio, na jana umesifiwa na msemaji mkuu wa serikali ndio, unahisi kweli sifa ulizopewa jana unastahili? Mwisho ni kama wasia wa mwisho wa marehemu Yeah. Yeah. Pia ulisema umelipokea swali langu mm, wakati ulisema pia umelipokea sifa mlizopewa jana mm, na msemaji mkuu wa serikali mm, mpaka kufikia kutaka kuundiwa nyinyi mfuko maalum mnastahili katika zile s kwa hiyo siwezi kujumlisha kwenye sifa zile pale, kwa sababu ingekuwa ingekuwa umezikataa. Kwa hiyo acheni nafike. Wewe Farahani, we ungekuwa uko Marekani uko mm. nje ya Tanzania mm. uh, ungekuwa na posti Simba eh, mikeka ya Simba au auawekani, ungekuwa uko nje ya Tanzania hapo ungekuwa una, una posti rima au ungekuwa na yeye umeungana kuweka satellite juu <laughs> alafu ukawa unaongea vya kwako, si nazo tu maswali tu, Amina, kuuliza maswali ambayo, ukipewa sifa najiuliza hizi sifa kali ni, ni zangu au si zangu. Kuna wengine waliacha kufanya kwa sababu ya weredi, naona weredi wale washinda kubalansisha stori, lakini kuna watu ambao walishindwa kufanya kwa woga Both, mimi kama mimi, mimi na trauma trauma hivi nini? Trauma ni kiwewe. Trauma ni makosa ama ugonjwa au jambo la kutokea zamani ambao kila ukikaa unahisi litakutokea tena. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa naandika, nataka niongee, lakini nakumbuka nilisababisha Clouds ilifungiwa siku za kutosha, ilifungiwa TV, redio mpaka digital kwa hiyo mkubwa